Vipi, John kitaa, kama kawaida, ndani ya Ngaro TV. Leo tumekuja pande hizi hapa za ta Tanga kumtafuta mchizi mmoja hiyo msanii wetu wa kibongo ambaye ana trendi sasa hivi kwenye mitaa, ana trendi kwenye midia zote za sasa hivi, top 10 ya kosi, si tunajua. Tumekuja kumtafuta, tumetoka kumtafuta mtaani kwake tumemkosa, tukaambao yuko pande za Tanga, amekuja kutembelea ya mashamba yake, si mwingine bali ni B Small. Tuanze tukamcheki ndani ya TA Tanga moja. Hii kama nilivyokuambia nilikuja kumcheki mshikaji wetu msanii wetu superstar wa Kibongo ambaye anavuma kwa sasa hivi ambaye amesimama ndani ya mitandao top 10 ya kosi. B Smile, au sio? Tuko naye hapa tumemkuta ndani ya shamba. Bwana mambo vipi B Smile? Poa, inakuwaje kaka? Eh, bwana, kama kawaida Eh bwana. nakuwa na uko shambani hivi? Eh, ndio tunajaribu kuinvest na shambani, sio kila kitu mjini tu. Au sio? Eh bwana, unaliona shamba ile. Eh bwana, limepaka mchicha au sio? Eh kuna mchicha na sio hapa tu mashamba eh. nao mengi sana eh. kama hapa ni michicha migomba kama hivi, na minazi au sio? Eh. ila sasa tukienda hata mtaa wa pili kule mm. kuna machungwa sasa kwa nini umewekeza hivyo muziki aulipi ama muziki unalipa lakini sasa eh. hata ukiangalia sio kwangu mimi tu hata kwa wasanii wengine pia eh. ukiwa unafanya muziki lazima uwe mm. na kitu kingine cha kufanya, tofauti na muziki Ndio. Okay. Ah, sasa unawaambia nini Watanzania ambao wanaona wana kamba, wasanii mkikaa eneo fulani mnajiachia mnafanyeje? Wanahisi kama ni mziki tu unawapa hela, ama ni nini tu unawapa? Unamotiveti nini vijana wa Kitanzania? Ah, amna. Yani, watu hizo zana potofu, kwa sababu mambo alikuwa ni mambo ya zamani kwamba mm-hmm. Labda mtu ukiwa anafanya mziki ni mziki tu, una kitu kingine cha ziada mbali na mziki, ni mziki tu. Ah, amna. Kwa mfano kama mimi, mimi naimba sawa, mziki unanilipa, lakini nje na mziki nafanya biashara, nalima, ni mkulima pia bwana. Unalima mazao yote haya, naona mchicha, naona nini, migomba, naona minazi, yote nalima wewe mzee Ndiyo, yote ni ya kwangu, na tena sio hapa tu, kuna shamba lingine tena la machungwa yeah. Eh, na vitu kama hivyo eh, sana. Hongera bwana, kama unaona bwana, unaangalia una una mbele kule, uangalie watanzania uwaelezee, sio unanyelezea mimi tu, au sio yeah, yeah. kwamba kilimo kinasaidia. Ah, kilimo kikweli kinalipa, kilimo kinalipa sana sana, yaani wasisahau kwamba mm. Wakulima mara nyingi ndio wanailisha Tanzania yaani, io walipengiki yeah. kabisa yeah. Yeah. Sasa turudi kwenye kitu ambacho kimetuleta huku. E bwana, una ngoma mpya inaitwaje? Ngoma mpya inaitwa usinipe ushauri. Usinipe ushauri, yeah. E bwana, ulifikiria nini mpaka kuandika hiyo ngoma? Unajua bwana, sisi vijana mm. tunatafuta hela kwa shida, umeona. Naweza nikatafuta hela hivi, nikaenda kutumia mtu akanifuata, labda pengine labda naenda kumwagilia moyo, labda niko baa, mtu ananifuata kwa, anakuja kuniambia kwamba oh, unajua bwana, hii hela usitumie hivi, utumie. Yani mimi nitafuta hela mimi, afu mtu anifundishe namna ya kutumia Umeona bwana, asiingilie eh, matumizi yako. asiingilie matumizi yangu ya. <laughs> yeah. usinipe ushauri. usinipe ushauri ya. Eh, bwana usinipe ushauri ujamaa bwana. Ngoja ngoja ngoja ngoja kuja leo kichwa changu kiwe bize pesa zipo zimejaa choma oh yeah. Leo tuwagize uh-huh. Demo wasinza wamejaa uh-huh. Wote mani na mina adija wache oh yeah. waje

Eh bwana, noma sana, tutaki ushauri kwenye starehe, tutavotafuta hamkuwepo, au sio bwana? Bismillah, ngoma yako inapatikana sehemu gani na sehemu gani, sehemu gani kwenye mitandao ya kijamii? Ngoma yangu inapatikana kwenye digital platform zote, inapatikana TikTok, inapatika mm. kwa wale ambao wanataka kufanya challenge sasa mm -hmm. inapatikana TikTok, inapatikana, Audiomack, inapatikana Boomplay To platform zote za mziki napatikana. Kote nikiingia mina ikuta. Ndiyo, andika tu Be Smile, Be Smile. Yeah. Sitaki ushauri. Ah. Sini shauri. Hatari sana eh bwana. Wengi tunapenda ushauri lakini ushauri wa Be Smile wengine tunaukataa pia eh bwana. Yeah. E, unawambia no nini wasanii wengine ama unauongeleaje mziki wako kwanza. Tuanze na mziki wako kwanza unaongeleaje mziki wako? Uh, mziki wangu ni, ni mzuri mm. Na napenda na, na kusema kwamba mziki wangu ni mzuri kwa sababu kwanza ni mziki ambao ni wa kipekee yeah. Sio mziki wa kuiga mm. Kwamba leo hii saundi utaisikia kwa huyu, utaisikia kwa huyu. Saundi yangu mimi ni ya kipekee, ujaisikia popote. Kwa hiyo saundi unaisikia kwa B Smile tu ndio, ndo tofauti hiyo. Na ushauri wako kwa wasanii wengine? Uh, ushauri wangu kwa wasanii wengine wajaribu tu kuwa wabunifu, kuwa wabunifu tu, kufanya kitu cha tofauti, ili Watanzania wapate mziki ambao ni bora zaidi. na mziki wako unauona wapi kwa mbeleni? Uh, nauona mbali sana, mbali sana, kwa sababu hii ni ngoma yangu ya kwanza by the way, lakini mapokeo yake ni makubwa mno, ko nauona mbali sana bane, watu tulivyosikia <laughs> tunakuja shamba mzee, tukaogopa. ni si unajua Cheki tulivyovaa kwanza, hujamuona kameramani wangu alivyovaa, yani DOP. Tumeogopa mwanangu kuvaa ile, tumekuja shamba mayebo, mapensi, macingendi, tunaogopa kuvaa mwanangu, kumbe da. Tuliogopa tope mwanangu, yani si n sinajua kawaida, simaongera sana mwanangu, unajua, kwa vijana kama sisi au vijana kama wewe, kufanya kitu kama hicho, kuinvest kama hivi katika mashamba ni vitu fulani ambavyo vijana wengi hawana. No, mawazo yako ni muhimu sana na ulichokifanya hakika mm. Kwamba kitaenda mbali, amini. Yeah. Kwamba amini kwamba ulichokifanya kitaenda mbali sana. Sawa mzee, shukran, shukran. E, mimi kama mimi naku appreciate sana na ku appreciate, kwa sababu mimi mwenyewe sikufikiria kitu kama hichi, na nilipofika kwako nikaambiwa kwamba uko shamba. Yeah. Nikasema nitafika shamba nikaone kinachoendelea, kwa sababu sikuamini kwamba kweli uko shamba. Tumekuja na kijana wako yule pale yule Unaona, ndo katuleta mpaka hapa yeah, yeah. Usio, tumekuvamia ghafla mzee yeah, ukashangaa umekuja shambani <laughs> kwenye biashara zako ausio. Ebana, ebana, sina mengi ya kuongea kwa sababu Bismail kashaongea yote, na mimi nafunga kipindi kama ifuatavyo, ausio: subscribe channel yetu, fuatilia TV yetu, like comment, Ngaro TV uko na John Kitaa mtangazaji wako au sio? ile ile yani, chiao, hatumalizi ila tunafunga, tutaendelea.